Minne ama zaidi. hapo huko nyuma, kuna mama mmoja alikuwa anaumwa, yaani inavyoonyesha alikuwa amefanywa sihiri, amerogwa. Walihangaika, alikuwa yuko Nairobi, walihangaika kwelikweli, wakatafuta dawa huku na kule, hawajapata. Wakaenda kwa waganga huku na kule, kahangaika kwelikweli kwa uganga na hakupona tena kwamba alikuwa anamsimamia akasema washoi kwenda kwa mganga mmoja. Baada ya kufika kwa mganga, dakika tatu, mganga alikimbia mbio nyingi sana alikimbia kweli kweli. Baada ya muda, aliporudi, hata pesa zenu sitaki. Kaambia, kwa nini mganga, tumekuja sisi tuna shida, huyu mtu anaumwa taaban hali kambia, la la la, kitu nilichokiona bwana hapa, mimi nikisubutu kuatibia nitafanya nini? Na mimi nitaenda na maji kwa hivyo niondokeni, yani ondokeni. Yaani hapo ndo wakazidi kuchanganyikiwa sasa. Yaani wewe umeenda, oh, kwa mganga unashida, unaona yule mganga atakusaidia, alafu mganga anakukimbia, maana yake una tatizo hapo lokopo mganga <laughs> mwenyewe anaogopa wewe, utakuwaje katika akili yako ala fikra? Kuna watu wengine yaani akili zao ziko hivyo, wakiona shida tu kwa waganga. Haya. Basi wakatoka kwa hao waganga, nyiti yao waganga, wakaja Tanzania hapa. Basi hivyo hivyo kwa wanahangaika huku na kule, wakahangaika sana. Sasa shida nyingine alikuwa ni mjamzito. Mjamzito tena kujifungua leo kesho. Sasa alafu wakawa naambia bwana huyu, yani hii shida ambayo kwamba kwa nayo sio ni sihiri yenyewe sema, sio mashaitani na vitu kama hivyo. Wasema hii shida ambayo kwamba wako nayo akijifungua tu, sema akidungwa tu sindano akienda sio akadungwa sindano na nini huyo ndo anaenda na maji kabisa. Hapo ndo wakawa nazidi kuchanganyikiwa kabisa. Basi yule aliumu akawa hali, yani kula hali kabisa, yani yuko taabani, mpaka hii mwili yake inabadilika inakuwa kama green kimwangalia imekuwa kama mm -hmm. Eh, kalaki yani imekuwa kama kijani hivi kimwangalia kama kijani hivi yani ambadilike kabisa ukimwangalia hali nini, taban hali. Basi wakaja wakaniambia hiyo kalia, na mimi hiyo sehemu nilikuwa nimeenda kwa shughuli nyingine, na ilikuwa kama kesho hivi ndo nasafiri nakuja Dar es Salaam narudi. Basi ile habari ikapata jioni, nikaenda wakanielezea muhtasari wake. Basi nikachukua burda burda, hii nikaenda nikamsomea burda baada ya hapo nikawa kuna maji nimesomea pale, nikayasomea ile, katika wakati nasoma burda kulikuwa hapo kuna maji nimeweka katika jagi. Kisha baada ya hapo fima azkur nikasoma atul kursi, atul kursi kama 21 fima azkur, kisha nikaadhini, nikampa atumie ile maji, kisha mimi kesho nikaondoka. Basi baada ile burda, baada ya kutumia ile maji, basi hapo hapo tayari akaanza akaanza kurudi katika hali yake, akaanza kurudi baada ya hapo akanywa uji, baada ya hapo akawa anaendelea kunywa uji, baada ya hapo akala chakula. Yani hivyo alipomaliza ile maji, na hiyo shida ikawa ishaondoka, na hiyo sihiri ikapotea, na hizo mashaitani zikapotea hapo hapo. Na baada ya siku kadhaa akajifungua katika hali ya salama kabisa. Basi mimi sijui, sikuyo anapigia simu tu, bwana, yule mgonjwa wako bwana, alhamdulillah, tokea siku ile aliendelea salama, ashapona thari, na sasa hivi amejifungua, anataka wewe ndo mpe jina yule mtoto wake. Basi mimi nikasha nika, hata nilikuwa nishasahau, yani nilifanya hesabu ilikuwa yani kesho nasafiri, hata nilikuwa nishasahau. Umeona? Sasa hizi dua ukizisoma kwa yakini. Burda mwenyewe al-Imamu al-Busiri alikuwa amepatwa na shida ya nini? Stroke, si ndio? Alikuwa na shida stroke, baada ya kuchunga ile burda kumsifia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipomaliza alipona kabisa ile stroke ambayo kwamba alikuwa nayo. Kwa hivyo hii burda pia ni dua kubwa sana hii. Nasomea mtu ana stroke, ana sihiri, sio ana shida gani, anapona. Mtu analalamika biashara zake haziendi mara nyingine, si ndio? Mara nyingine unajua mambo ya masihiri hayo yako, si ndio? Kuna watu wanafanyiwa sihiri katika biashara zao, wateja hawaji. Mtu anakaa usiku mpaka asubuhi, kuna wateja. Unamsomea burda? Tunamsomea burda. Kisha usomea burda, nasomea na maji yale Ayatul Kursi shirina moja unaosomea suratul Fatiha saba au hata moja tu bas, namwaga katika biashara yake na mambo yake, anafanya nini? Anakwenda salama. Lakini mpaka uwe na yaqini, si ndio? s kama mtu ako na swali ako na istifsar. Ahlan bihi. sallallahu llah ala sayidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin, walhamdu lilahi walhamdulillahirabbil alamin